Hayapatikani, na yakipatikana, si kwa sababu ya viumbe vinginevyo vyovyote, bali isipokuwa ni kwa mikono ya watu. Uharibifu huo wa bara na pwani unafisidika kupitia mikono ya wanadamu uharibifu hautokamani na viumbe wengine ambao wanakuwa ya akili na utambuzi wa mambo thamani ya akili na utambuzi wa mambo, wamepewa wanadamu na kupitia utukufu wa mwanadamu ambaye anayeweza akajua hili vizuri akaiacha kutokana na ubaya wa jambo. Ubaya akachukua fursa ya kumnasihi na kumwelekeza wenzi wa wake, kutokana na ubaya wa jambo ajiepuke, na kutokana na uzuri wa jambo alikua

atafanya ufisadi katika ardhi, atamwaga damu katika ardhi. Kwa nini kiumbe huyu kumweka katika ardhi, ilhali Mwenyezi Mungu? Sisi malaika kiumbe wako, tunakutakasa ee Mola wetu, tunakuhimidi ee Mola wetu, tunakutukuza ee Mola wetu Tuna pamoja na

Nakumauza haya maneno aliosema malaika kumwambia Mola subhanahu wa taala ni maneno ambayo yana uongo ndani yake. Jawabu ni kwamba ni maneno yaliyokuwa na ukweli ndani yake. Suali, Mola wakati anawambia malaika anataka kuleta kiumbe katika ardhi awe kiongozi katika ardhi, Mola ji inni aalamu ma la talamun, mimi ninajua kile ambacho msicho kijua. nini Islam wanadamu huyu ndiye aliyepewa dhamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusimamia huu ulimwengu bari mbalimbali za ndani na nje ya nchi, usikose kutizama CALES TV kila siku.